Ni cha pesa media. Tumemfuata Mzee Chembela shabiki na mwanachama ya Africans lakini nyuma kamera Mzee, asalamu alaykum. Kamera direct ya Runda. Mzee Chembela, asalamu alaykum. Wa salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni habari zaidi. Nashukuru Mungu. Habari ya Ramadhani. Ndio, nashukuru naambia mjukuu wangu. Nasema sadaka nimeipata kutoka Nasema sadaka hii nimeipata kutoka cha pesa media. Muone watu wanonijua mimi babu yao, hawa wajukuu zangu. Kwa hiyo wameona babu lazima tumpelekee tende, japokuwa meno sina, lakini nitamngunya mngunya hivyo hivyo, mradi kwamba nimeila na huu mchele basi, nitakuwa naumeza meza hivyo hivyo. Naambia bibi upike, lakini nitakuwa naumeza, kwa sababu siuwachi mchele huu, siuwachi. Nawambiaska sikukuu siku, na huu ndo upike ukilo tano. Eh, nimepewa na wajukuu zangu wale unaoona kwamba naongea ongea na nasa, unaongea ongea nini? Niambia basi. Ndo leo haki yangu ndo hiyo, wajukuu zangu wamejua mwezi wa Ramadhani, wameniletea haki ndo hii. Haya, naambia mjukuu wangu kama mchezi mechi ya dabi, unajua kuna kitu kimoja mi nataka nikwambie. mm. Uwe wewe kwanza, wewe mwenyewe unataka ujiulize, mpaka leo wale kwa nini wanasuasua kutoa taarifa? Kwani eh, vikao vika vya nini? mm muda wake si, si, masaa mangapi? Masaa kumi na saba yashapita toka tarehe nane mpaka leo S siku ngapi zimepita? Sikiliza, wale wamekwama, wanajitia kuongea, o, hatuwezi kuamua haraka namna hii, kitu kitakuwa kina mushkeli. Hakuna, hao wenzetu wanajua mpira mboni, wameamua dakika tu. Wale wamegoma, walivyogoma kamba nyi mmegoma sawa, watu wakakaa kikao, mpe pointi tatu na goli zake aende zake. Sasa hawa wanachohofia nini? kama Yanga itashuka daraja isishuke, kama Simba itashuka daraja isishuke, inakuwa nini? kwamba inakuwa fundisho kwa wengine. Unajua, Jakaya alizungumza, nikupe siri moja. Jakaya alizungumza, rais mstaafu, ndugu yangu yule, tulikuwa naye Temeke miaka mingi sana. Umeona, amesema hivi, wewe ukiwa kiongozi, unawaongoza familia fulani au familia kumi au kumi na tano, basi usio unaipendelea familia moja, awa wengine familia zingine vile vile, na wewe ndio kiongozi wao. Kwa hiyo inatakiwa ukae sawa. Sasa wale kila wakijitafuta hawaelewi. Mchacho naye kaambia hawa Simba wauni, mimi siendi tena kwenye dabi awa. kwa nini Mchacho aseme hivi? ni Mchacho eh kwa nini nasema hivi? kama kauli yake sindoma sindo, mzee wa Simba yeah. yule yule mzee wa Simba kazungumza kwa sababu gani? kuna uhuni fulani umefanyika pale, baina ya Simba na bodi ya ligi. Kwa hiyo ni kweli mpaka sasa hivi mtaki e, mwenyekiti wa bodi ya ligi mkutaza Mangungu pamoja na Stephen, sisi tunataka yeah. wale wajiuzuru mm. Alafu sasa huyu uh, uh, kalia, kama angetaka yeye, eh, kuwa kwamba aonekane, eh, yeye yeah. ni mtu wa aina gani, ingebidi amwambie yule mjomba wake, bwana we, jiuzulu. Umeona, tufumue hii timu tuanzishe tena kama watu watatu wanne. Mm. Lakini sasa yeye kamwacha mjomba wake yule, umeona hiyo mm. Anaendelea sasa hivi anasuasua, hata kusema hawezi mm. Sasa zile sio kauli walizozitoa, kauli za michezo sio zile, sio zile kabisa, wala wamekwama. Sisi mpaka mm. sisi, watuambie nini sababu ya ile mechi mechi sisi tutacheza wa ya Young Africans wameenda kasi, itakuwa ni vichekesho vikubwa. Wale sio kwamba kule wameenda kufungua kesi wale kule wamepeleka taarifa, na ndio maana ikarudi kaambia kwamba nyinyi subirini ligi uamuzi hiyo kamati inasemaje, alafu mrudi tena, sio kwamba kesi, kesi nani sisi tumepeleka barua, wao wakasemaje? Subirini hakimu anasemaje, jajmenti inakuwaje. Hapo mkishapata jajmenti na ile barua yenu, njoni tena sasa, waone huko kitatokea nini. Kwani si waamue sasa? wanachoogopa nini? lazima ombe, lazima aombe Yanga. Brother, ni kubwa kuliko yeye, kwanza ajue Yanga ni kubwa kuliko yeye yeye kawekwa, Yanga kubwa kuliko yeye. Uwezi kusema kama hamtaki kucheza ligi, nendeni mkacheza visinema sinema vyenu huko <laughs> umeona, mm -hmm. Unajua, kwanza kavunjia adabu sio, kawavunjia adabu Yanga tu waliocheza sinema wote, mpaka mama kamvunjia adabu. Kama nyinyi hamtaki kucheza basi nendeni mbele huko mkacheze visinema sinema vyenu, yaani visinema, yani, kavizalau wakati kiongozi wa nchi kacheza sinema na imeingiza kipato kibao. Kwani pale mzee, eh, rais wa TFF tu, amesema hivi nani mwenye tatizo? Nani mwenye tatizo, sio kujishuku. Nani mwenye tatizo? Sasa kama ndio kujishuku. mm -hmm. Wao wamesema Yanga ndio wamewazuia pale, wale mabonsa, wale, wa, wale wasacho, kawakuta na kadi za Yanga. mwana Yanga anakuwa vipi? Mwana Yanga anakuwa na kadi Waliwasachi wale wakawakuta na kadi za Yanga mpaka wakasema Yanga wametuzuia. Na ufunguo wa mlango alikuwa nao nani? Mwenye ufunguo wa mlango mbona nikaongea? Wao hawajampinga awajampinga. Wale wanaijua Yanga mchacho, kakwambiaje? Mchacho mimi bado namnukuu mchacho. Mchacho kakwambia Yanga, wakitakalao, ubadilishe siku, ubadilishe mwezi, ubadilishe kila kitu, lakini ukienda utafungwa lazima wale ndio wazee wa zamani wanaijua Yanga, si hawa wanaopigapiga kelele sasa hivi. Muone Sembela, jana tulishuhudia uwanja wa Airtel Stadium mkoani Singida. Singida Bakista wamezindua uwanja wao na wamemtambulisha waziri wa fedha eh, Mwijuma, sio Mwijuma, bwana Mwiguru Nchemba, huwa mlezi wao eh, yule mlezi wao toka siku nyingi, lakini walikuwa na ah ah Ulezi sio sababu, yule kasi kiongozi, yeye anafanya kazi. Waziri wa fedha ni kazi anafanya, lakini sasa wale ndio mlezi wao yule, umeona? Kwa hiyo lazima wamtambulishe. Alafu brother, umeiona ile mechi dakika arobaini na tano za kwanza lile goli lile alofunga, yule alikuwa anawataka Simba yule. Ngalombo. Eh, alikuwa anawataka Simba yule. Yeah. Tena alikuwa analazimisha kwa kocha anambia, mimi lazima unipange dabi. Lazima unipange dabi. Kuali. Yule ilikuwa nawafunga goli kama sipungui tatu kwa sababu sikawaona mabeki walivyo mm. Jana basi maona, uku beki huku beki katikati, golkipa lakini nikamwambia mimi nakufungeni hapa hapa mm. Kati, twende kati <laughs> Sasa yule mtu na ule uwanja mimi nasema Singida, lakini ule unaitwa Airtel Stadium, wazamini wale wa Airtel ndio walojenga ule uwanja. Siku zote ukiona kwamba nembo ya kwanza eh? Ujue hao ndio walojenga uwanja. Kwa mfano CCM, si Kirumba CCM, si ndio wamejenga CCM, si, si, si nini CCM, si ndio walojenga? Umeona tofauti na hii Benjamin Mkapa hii, kwa sababu yeye ndio alianzisha. Umeona ndio nembo inapokuwa, kwa sababu wale ujwe, uwanja w umejengewa na yeye tena. Sasa mimi nawashangaa Yanga na Simba, kwa nini hawafanyi eh, hivyo Aibu kubwa. Mm. Kitimu cha juzijuzi juzi tu kile Singida pale kina uwanja mzuri si umeona pichi ile eh? na Yanga na Simba wanashindwa. Yanga na pale bado ana kilima tu, Simba kule bado ana shamba la mpunga. Umeona wanajifanya kwamba ndio uwanja, kumbe lile shamba la mpunga litengenezeni basi. Mazoezi ufanya mazoezi, sio sababu. Inataka kitu kama kile. Hata mtu kimwambia kwamba tunaenda kucheza sehemu fulani anakubali hivyo, umwambie mtu tunaenda kucheza kaunda pale Yanga au tunaenda kucheza Bunju kule anakubali kwenda kucheza nini, mzee Chembela? Maana nimesikia hasa Yanga Africans kul said, kabla hajaingia madarakani alisema kauli yake moja ni kujengea uwanja Yanga Africans. Ah, unajua sikiza, ngwambie kuongea sio kutenda, kuongea sio kutenda. Eli sikaongea lakini hajatenda, umeona. Na kuna tetesi tetesi, yule anaweza katuacha tetesi zake sizishavuja habari yake ishavuja kwamba uye anakwenda kugombea ubunge. Mimi nazungumza wazi kabisa, Yanga wakae watafute mtu mwingine mwenye busara kama Heris. Heris anakwenda kwenye ubunge, watu wote, hiyo habari yake ishavuja, watu wote wanaongea hivyo. Mimi nanasema Dar es Salaam Young Africans watulie, sisi ndio Yanga na hao bodi ya ligi ndio bodi ya ligi. Kwa hiyo watulie, watupe majibu kucheza na Simba. Simba tuwaogopi sisi, isipokuwa tulikuwa tunataka ule msumeno. Sikiza nikwambie bwana, yeye Sande kaongea, kwani Yanga sio? Walisema hatuwezi kumruhusu nini, ni yule mtoto yeye, Faisal Salum. Watu sasa wamekuja, wametia so, busara. Faisal sikaruhusiwa kaondoka. Mimi dabi naitaka mpaka kesho, sio kwamba nawaogopa. Hata sasa hivi waseme nyinyi mechi yenu inachezwa kesho. Sisi tunacheza nao wale. Brother, angalia kile kikosi cha jana. Kile kinawatosha Simba kile, kile kinawatosha. Kuna kibwana kule, kibwana si unajua mtu wa nini wa kukatakata wa akikatwa mara pili, mpanzi anakimbia anakuja huko. Akija huko anakutana na Boka. Umeona? Sisi Yanga tuna watu hatuogopi wala hatuna masuala, lakini nawaambia Yanga Yanga wasio wanakwenda moja kwa moja tu kung'ang'ania, ng'ang'ania sawa, ibusara ikiwepo, akubali tuwafunge wale ili tuwaonyeshe. Mi naomba kwamba Elisi akiitwa akienda pale, akubali tuwafunge wale, tuwaonyeshe, kwa sababu tukikataa moja kwa moja, umeona? Lakini watulipe, watulipe gharama zetu zote tulizofanya zaalam Tarehe nane zote wazilipe, alafu ndo watu waambie, tukacheze sisi, tuende kucheza, lakini gharama walipe. Pointi nini bwana? Pointi tutachukua kwake tu yule, pointi sisi anatugea tu, hana uwezo. Lakini gharama ile iliyofanyika ya maandalizi ya tarehe nane wailipe wao, wow, na simba wachange walipe. Asante sana, nashukuru ndugu zangu, tena nashukuru, naonyesha te... na tena jamani, mimi mtu mzima, kidude hiki Mchele huu mchele huu mchele japokuwa watu lakini huu mchele nimepewa na meneja wa Chapesa